Bima pap urahisi wa maisha. Ndugu wananchi, tarehe kumi na nne mwezi huu wa Juni 2025 Tanzania itaungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya wachangia damu duniani. Hii ni siku maalumu ya kutambua na kuwashukuru mashujaa wetu wachangia damu wote kwa moyo wao wa huruma katika kujitolea kuonyesha upendo kwa wananchi wengine wa nchi yetu ya Tanzania. Mwaka 2023, 2024 tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kukusanya chupa laki tano sabini na nane 827 za damu sawa na asilimia 98 na ya mahitaji ya taifa na malengo ambayo tulikuwa tumeyakusudia. Sasa leo ninaomba kwa dhati ya moyo wangu kwa niaba ya Wizara ya Afya, kwanza nitoe pongezi, lakini vile vile shukurani za dhati kwa wachangia damu wote katika nchi yetu. Wameonyesha moyo wa huruma umeendana na kuokoa maisha ya watoto wachanga, ya kina mama waja wazito na kina mama wanaojifungua, lakini vile vile majeruhi wa ajali na wagonjwa ambao walikuwa katika hali ya uhitaji mkubwa wa damu. Asanteni sana kuwa mashujaa wa maisha, na hasa katika kuokoa maisha ya watanzania wenzetu. Sasa katika kuelekea maadhimisho ya mwaka huu, kupitia kampeni yetu ya taifa, tunalenga kukusanya chupa zaidi ya elfu arobaini na moja mia tatu ishirini na tano za damu katika nchi nzima, na kwa kweli tunajitokeza kuomba ushiriki wa kila Mtanzania. Jambo hili kwetu sisi kama wizara tunasema, kwa kweli ni sehemu ya ibada katika kuokoa maisha ya wananchi wenzetu. Tukumbuke kuwa damu haiwezi kutengenezwa kiwandani, na kama ingekuwa ni zao tungesema damu haiwezi kulimwa. Damu ni zawadi ya maisha kutoka pia kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na ni kitendo cha kuleta matumaini katika uhai wa binadamu. Sasa, ili kuchangia damu, unaweza tembelea katika kituo cha damu salama kilichoko karibu na eneo lako. Changia damu, leta matumaini. Kwa pamoja, tuna uwezo kuokoa maisha ya wananchi wa Tanzania na ndugu zetu, rafiki zetu, jirani zetu. Kwa umoja wetu tutafanya